Katika video hii tunajibu swali ambalo watu wengi hujiuliza kila siku. Kati ya wali na ugali, kipi ni chakula sahihi zaidi kwa afya ya mwili? Wali na ugali vyote ni vyakula vya wanga, lakini havifanyi kazi sawa mwilini. Tuanze na wali. Wali mweupe humengenywa haraka sana. Hii husababisha sukari kwenye damu kupanda kwa kasi na kisha kushuka haraka. Ndiyo maana baada ya kula wali, watu wengi huhisi njaa mapema au husikia usingizi. Kwa wanaokula wali mweupe mara kwa mara, hatari ya kuongezeka uzito na kupata shinikizo la juu la damu presha huongezeka. Sasa tuangalie ugali. Ugali hasa wa dona au ule usiosindikwa sana, humengenywa polepole. Hii husaidia sukari kuingia taratibu kwenye damu, jambo linalokupa nguvu ya muda mrefu na kukufanya usihisi njaa haraka. Ugali pia una nyuzinyuzi fiber, nyingi zinazosaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kufanya kazi vizuri. Kwa mtu anayefanya kazi nzito, anayetaka kushiba kwa muda mrefu au anayepunguza uzito, ugali mara nyingi ni chaguo bora zaidi kuliko wali mweupe. Lakini hii haimaanishi kuwa wali ni mbaya kabisa. Kama utachagua wali wa kahawia brown rice na kula kwa kiasi Ukiambatanisha na mboga za majani pamoja na protini, unaweza kuwa salama zaidi. Kwa ujumla, ugali una faida zaidi kiafya kuliko wali mweupe. Lakini chakula sahihi zaidi ni kile kinacholiwa kwa kiasi, kwa mpangilio sahihi na kwa kuzingatia mahitaji ya afya ya mwili wako.